Ya, tuko na upungufu wa askari polisi sawia vile tuko na upungufu ya walimu, na sisi kama bunge tumeweka katika bajeti tulipitisha mwezi wa sita, pesa ya kuajiri walimu zaidi elfu ishirini na nne na polisi wengine elfu kumi Matangazo ya kuajiri polisi yalifanywa, Wanaharakati wakaenda kotini, wakasimamisha kesi. Imesikizwa, imemalizika na hukumu imetolewa na mahakama kuu ya nchi, na hiyo inazungumza kama wakili na mjumbe ambaye anakaa katika kamati ya haki kule bunge, na koti ikishafanya uamuzi haiwezi kufungua tena.

Purport to give an injunction stopping the recruitment of youth to be officers of the police. Na mimi nikikaa katika kamati ya bunge ninasema mahakama tafadhali jiheshimu mheshimiwe. No judge of equal rank can give an order contradicting an order or a judgment that has already been given by brother or sister judge of equal status na ndiyo nasihi atoni general wetu madam Dorcas, tafadhali kimbia mahakama mbio sana, ueleze mahakama kuwa hiyo ni makosa waondoe hiyo injunction ili recruitment ya polisi resume.